Kwa majina anaitwa Kristina Tungaraza, natokea kitengo cha masoko ya Tanzania. Wiki hii yote tuko hapa Arusha, tumealikwa maalum kabisa na shirika la bima la taifa kwa ajili ya kufanya kupata mafunzo zaidi kuhusu suala zima la bima. Air Tanzania na bima ya, bima ya taifa tuna mashirikiano mazuri sana ambayo yanatusababishia sisi kama Air Tanzania kuhakikishia nyie wateja wetu tunaendelea kutoa huduma nzuri bora na endelevu, bila kuwa na wasiwasi wa kitu chochote kile. Kwa wiki hii yote tumejifunza vitu vingi, lakini tumeweza kuchambua vitu vingine vya ziada ambavyo vinahitaji kuangaliwa kwa upande mzima wa bima. Kwa binafsi, nimeweza kuelewa uh, vitu mbalimbali, lakini kilichonivutia ni bima maisha. Bima maisha ni, ni product ambayo kwa kweli haswa, kwa mfanyakazi mimi, naweza nikasema ni kitu kizuri, kwa sababu kama unavyoelewa kwa sasa hivi wafanyakazi unakuta tumeajiriwa, lakini bado tunafanya vibiashara mbalimbali vidogo ambavyo vina split ile concentration yetu ya kazi. Kuweza kuwa na bima ya maisha, unaweza ukaachana kabisa na kufanya vibiashara vya pembeni, bali ukawa unaweka hela yako kidogo kidogo kule ambao ukaja ukapata faida kwa kile kwa ule muda ambao unautaka wewe, ukafocus na ile kazi ambayo imekuweka hapo kwenye kampuni na kufocus na wateja na kuhakikisha kwamba wateja wako na huduma unayotoa kutoka kwenye kampuni yako iko bora, huku ukiwa umerelax kabisa, kwa sababu mwisho wa siku hela ambayo ungeifanya kwenye biashara unakuja kuipata kwenye bima maisha. Asante. NIC Insurance, sisi ndiyo bima.